Ni imani inayowafundisha watu kuacha mabaya, japokuwa wewe hujaacha kuacha mabaya. Imani ya Kristo ni maana atufundisha tuwe na maisha yaliyonyoka, uolewe mara moja, uoe mara moja, usiibe, usizini, usishuhudie jirani yako uongo. Hiyo ndio imani ya Kikristo. Usiwanyanyase watu, usimwonee mumeo au mkeo. Hiyo ndiyo imani ya Kikristo. Ilo jambo kilifanya ukaacha mabaya, utaona matokeo haraka. Jambo la pili katika imani ya Kikristo ni kumtolea Mungu sadaka zako. Ukimtolea Mungu sadaka zako, utaona matokeo haraka. Yaani utashangaa matokeo haraka. Sadaka haikawizi, matokeo haraka, utaona matokeo mazuri. Jambo la tatu katika maana ya Kristu kulifanya, utaona matokeo haraka, ni kufunga na kuomba. Kufanyaje? naona mdomo umewacha kwa mwenyekiti wa mtaa. Kufanyaje ambayo watu wengi hawawezi kufunga na kufanyaje, hawajui ya kwamba kutokufanya hivyo unajira ganji wewe mwenyewe unajiharibia. Kuna mambo ya kwako haya takae yakae sawa, sababu haya mambo yameagizwa na Mungu. Mungu ndiye ameagiza tuache dhambi, Mungu ndiye ameagiza tutoe sadaka, Mungu ndiye ameagiza tufunge na kuomba. Hata kama yanatuumiza, lakini ni maagizo ya Baba. Inua mikono juu. Naomba utoe sauti, sema, Bwana wa majeshi nisaidie, niyatendee kazi maagizo yako, maana maagizo yako ndani yake kuna baraka tele. Pigia Bwana makofi, piga mikono kwa Yesu. Yote ni magumu, kufunga na kuomba ni kugumu, lakini pia kutoa sadaka ni kugumu, hata kuacha dhambi ni kugumu pia kwa nini? Kwa sababu dhambi ndio lifestyle uliyozaliwa nayo na ukafundishwa. Kwa hiyo mara zingine kuacha unaona ni ngumu, lakini pia lazima uangalie pande mbili za shilingi ya kwamba dhambi ukiifanya ina matokeo mabaya. Sema amen. Biblia inasema mshahara wa dhambi mauti. Ni nzuri Hakuna mtu anayependa kufa. Kwa hiyo ukiendelea kufanya dhambi, maana yake unachochea mauti. Sasa ukifa, tusiseme Bwana ametoa Bwana ametoa Bwana ametoa, tuseme Bwana ametoa dhambi imetoa. Watu wengi wanakufa mapema kwa sababu wameendekeza dhambi, kwa hiyo siku zinapungua zinapungua, akifika miaka ishirini na nane anakufa. Sisi bila kufikiri tunaanza kulia, oh, oh. Mhusika mwenyewe ndi alitega bomu na bado amelitegua likamuua. Kwa hiyo hitimisho zuri kwako, acha dhambi. Hapo utaitika, kwa sababu hiyo sio habari njema kwako. Mshike mkono jirani yako. Hana mkono, amekata mkono Mwambie acha dhambi, mshike mkono, mwambie acha wizi, acha matusi, acha kuroga, acha hirizi, acha ugomvi, acha uongo, acha uasherati, acha dhambi zote, mwambie acha hata mimba usitoe, maana nayo ni dhambi pia. Sema amen. Unajua madhara ya kutoa mimba, Naomba nikuonyeshe madhara, ukibeba mimba ukaitoa, niangalie. Utakapotaka kuzaa tena, mtoto atakayezaliwa lazima aje na matatizo, au atakuwa na shida ya akili, au unaweza ukazaa mlemavu, au utazaa kichaa au utazaa mtoto ambaye utakuwa kila mara unazostarini. Yani, baada ya kutoa mimba, kuna outcome, kuna matokeo mabaya. Hiyo ni moja. Namba mbili, lazima ndoa yako iharibike. Ugomvi mwingi wa mume na mke unatokana na mimba walizotoa. Suniangalie, ukishatoa mimba, maana yake umetoa kafara kuzimu mapepo lazima ya kuandame wewe miaka yako yote, mpaka atakapotokea nabii mwenye nguvu akukomboe. Ndio maana unaambiwa usitoe utaki kuongea. Unaona sasa, kwa sababu ulishazitoa sasa. Umeanza kutoa macho, utafikiri ni panya mekamata na mtego. Alo na mikono, sema Bwana Yesu nisamehe dhambi zote nizo mwaga bila kujua maana, mimi ni muuaji wa sirini sirini. Shusha mikono, ni bora uhangaike kumlea mtoto kuliko uhangaishwe na damu yake. Damu ni mbaya. Wengi hapo, naona hamfanikiwi biashara, hamuolewi, hamuoi, hamkai sawa kiafya, unakuwa na sura ya kizee na wewe ni kijana, ni kwa sababu ya mimba ulizotoa. Niangalie uso. Ndio sasa hivi mbona na wewe ueleweki eleweki? Zile mimba zinakufuata. Eh, sasa leo utaenda kusema mchungaji huyu sio mzuri eh, mchungaji anaongea mambo ya ajabu ajabu, sangehubiri tu vizuri. Wewe unafikia ni mabaya. Aya, sasa ndio original sasa mahubiri, okay. <laughs> Wewe unafikiri nitakuhurumia hapa? Ni twanga alafu na pepeta Sema Bwana Yesu nisaidie. Wamama wengi muna dhambi ya mashauri ya kutoresha mimba wasichana wenu, utahangaika kimaisha utapata shida za kukutosha. Ile damu iliyotoa yeyo mtoto, yeye alienda kuzini kichakani, wewe ukamtolesha mimba, wewe utahangaishwa na mimba hiyo. Na wewe si ulibeba libeba yeye, ila kwa kuwa ni mwanao na unaficha aibu basi mumeingia kwenye dhambi ya kumwaga damu. Baada hapo biashara zitakufa, baada hapo ndoa zitakufa, baada hapo damu itafuata ukoo wenu, watatokea mpaka wakujinyonga, maana mlianzisha mauaji. Inua mikono juu, toa sauti, sema Yesu nisamehe, ile damu niliyomwaga leo iondoke nyuma yangu. Mbona mtoe sauti? Unafikira hapa na bahatisha hapa, naongea ukweli, najua Roho Mungu ananiambia. Sema Yesu nisamehe. Yes, yes. Dhambi ya kumwaga damu iondowe. Yes, yes. Juu yangu. Yes. Katika jina la Yesu piga Bwana makofi, piga mikono, piga mikono, piga mikono. Ukiona kwa watu wazima ambao umeshazaa mabinti wakishabeba mimba kweli ni shida, wa mama mna wakati mguu, maana ndio mnapewa taarifa mapema Mtoto wako ana mimba. Haya sasa, unaanza kuhangaika kuangaika, jamani, we mtoto mimi mmetoa wapi? Sina mimba na anayo. Haya, mnaenda kuitoa. Ni nini kilitokea wakati Kaini alimuua Abeli? Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia katika ardhi iliyofungua kinywa ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao. Nini kinasababisha ardhi isitoe mazao? Damu iliyomwagwa. Mbona huongei? Sema. Tangu alipomwaga damu amezuiliwa kupata mazao. Ndio maana nakwambia ukishatoa mimba, kufa. Taingia, taingia. Mimba biashara zinakufa, njia itaingia, maradhi yataingia. Usitoe mimba wala usitoleshe mimba. Hapo sikuombi msamaha, wewe kasirika tutakutana mbinguni, mi nafanya kazi ya Baba, sio kazi yako hey. Utahangaika kesho, uchumi umegoma, kazi hamna, unaanza kuibiwa mpaka simu ya mkononi kwa sababu ya mimba ulizotoa. Na wewe kijana, ukishapiga mimba msichana mkaitoa, na wewe unazika kwenye hiyo damu. Wewe kijana, kila utakapooa mke utaachana Yeyote uliyetoa mimba hujaoa, siku kioa mke utakayeoa hamtaishi kwa vurugu, hamtakamtulie, mtagombana mpaka mahakamani, taraka kama zote, kwa sababu ya ile damu. ile damu, damu. Ongea, sema ile damu amtolesha, yeah. Unamtolesha mimba, unafikiri utabaki salama? ya nani mimba umempa? Halafu kesho wewe mwingine, huyu uliyemoa hamtaishi, ovindoa vingi viindu, kufa. kufa mimba kisirisiri. Kila <laughs> mmoja hapa anajiuliza, jamani, zimefika saba, nafanyaje? Kila mtu hapa anajiuliza hela. <laughs> Mungu alimwambia Kaini, utakapoilima ardhi haitakupa mazao kwa sababu ya damu, <tabu>, damu. Sauti na, sema na, na, na. Na mimba ikifikisha siku moja tu baada ya kutunga, huyo ni binadamu na pumzi yake imeshatoka mbinguni, imo hu kitoa, umeua, afu damu zinaanza kufuata. Ndio mnaona na Wakristo wengi kwenye eneo la biashara mnaharibikiwa. Tunakuombea wewe, ukitoka hapa kesho kila kitu kimeharibika. Kwa nini? Sema zile mimba mimba. Mbona useme? Kwani mimi nilikutuma? Mimi ni mwalimu na kufundisha uepuke mabaya ili maisha yasiharibike. Tena ungekuwa mzuri ungenipa soda. Kwa sababu bana kuonya ili mambo yaende vizuri. Na kile vile ndio kashindikana kama matiti ya kiume, hata soda unipi. Na niangalia, sema mchungaji naye anajidai, ina maana yeye hana dhambi. Nikiwa nazo zinakuhusu. Sema <laughs> Amen. Amen. Mbona useme sema Amen? Amen. Eh, hey, mimi nimetu na Mungu, nikwambie wewe una mamlaka kunihukumu, kwa sababu ni mimi ni mtumishi, nimetuma kutoka mbinguni kwa hapa. Nakupa neno la uzima, usitoe mimba. Oh, sasa baba yaani, mtoto na miezi sita, nimebeba mimba zaa. Hivo hivyo zaa, zaa kila mwezi utalea, ila usitoe mimba. Sema amen. Na mke wala mwanaume wala kijana aliyemwaga damu halafu maisha yake akanyoka, na hutajua kinachokupiga, hutajua kinachoangusha biashara yako, hutajua kinachoua ndoa yako, hutajua ndo maana. Kuna watu mnauma magonjwa yasiyojulikana, yaani wewe unauma general sickness, yani magonjwa ya jumla. Ukipima uelewe kunauma nini? Kwa nini zile damu, unauma ugonjwa siojulikana wakipima hakuna ugonjwa tukiombea hakuna mapepo lakini unaumwa yaani, vyote havivyo ya mapepo una n -n na magonjwa leo hayaonekana, lakini unaumwa inao mikono tu. Sauti sema e, Baba ni rehemu, magonjwa yasiyojulikana ambayo yananiandama kwa sababu ya damu za watu, naomba leo Baba kwa rehema na huruma zako niondolee magonjwa. Naona utoe sauti, sema uniponye kwa rehema zako nami nitapona katika jina la Yesu aliye hai. Mpe Bwana makofi yenye kiwango cha juu sana, piga mikono yako.